Machi nane kila mwaka huwa ni siku ya wanawake duniani ikiwa ni sehemu ya kutambua haki zao pamoja na shughuli wanazozifanya. Miaka hivi karibuni, watu wengi wamekuwa hawachagui kazi, iwe ni mwanaume au mwanamke. Moja ya kazi zinazofanywa pia siku hizi ni wanawake kuwa madalali. Tumezoea kuona wanaume wakifanya kazi hizi kwa kiasi kikubwa sana. AyoTV na millardayo.com iko jijini Mwanza na imekutana na dalali mwanamke ambaye ni mama wa watoto watatu mwenye miaka 32. Tangu mwaka 2009 yupo kwenye hii kazi. Kwa jina naitwa Anna Lucas si Mkina, ni mama wa watoto watatu okay. Ni mke wa mtu, ni mama ninayefanya kazi ya udalali Mwanza. Uh, ilikuwaje mpaka ukaingia kwenye kazi ya udalali? Na rafiki yangu mmoja alinishawishi siku hiyo, ilikuwa ni siku ya weekend. Akaniambia naomba rafiki yangu nisindikize nikaangalie nyumba. Nikamsindikiza akaenda kuangalia nyumba. Tulipoenda kuangalia nyumba, nyumba hiyo nyumba ilikuwa ni nzuri, ilikuwa inauzwa alipofika tulipofika akaangalia hiyo nyumba, akawapigia simu wale watu waliokuwa wanahitaji nyumba, wakafika. Walipofika pale, wakafanya biashara, alipiga hela ndefu sana. Nikashawishika kwa kweli, kwa sababu mimi kipindi hicho nilikuwa sina kazi, nimekaa tu nili, nili, nilishawishika sana. Nikaona ah na mimi sinaweza nikafanya, mbona na mimi ni mwanamke tu kama yeye okay. Nikamwambia hebu nieleze, mnafanyaje fanyaje? Akaniambia kama hivi unavyoona, tunatembelea manyumba yanayouzwa, viwanja, nyumba za kupanga. Ukipata kuna watu una, una, una, kuna watu wanaotafuta, unapatana nao unawaleta, basi mnawafikiana bei. unafanya udalali wa aina gani? Mimi upande wangu, udalali wangu uko tofauti na madalali wengine hmm. na dili kama na aina tano za udalali okay. yani mimi nadili na kuuza magari okay. E, kama mtu anahitaji frames, maduka kama kuna mtu anaweza, yani akawa amehamishwa kimkoa, alikuwa na biashara zake, sasa amehamishwa ghafla, anashindwa jinsi ya ku, ile biashara yake ataifanya nini? Hata, ataweza kuhama nayo hmm, inashindikana na, nadili nayo namuuzia vitu, nauza duka, nadili na mambo ya pesa hmm. kama kuna mtu anahitaji mamilioni ya pesa nampeleka anakopa pesa, ananiachia pasenti zangu. Nimebezi sana kwenye mambo ya nyumba, viwanja, maduka okay. Na mpaka leo hii, ni kitu gani ambacho unajivunia umekifanya kwenye hii kazi yako ya udalali? Kweli nimefanya mambo mengi, japokuwa si makubwa sana. Kwanza nimejenga, okay. Namshukuru Mungu, alafu pia nina viwanja viwili okay, sure. Namshukuru Mungu na biashara ndogo ndogo ninazofanya, okay. Nauza mitumba makoroboi Mwanza hapa okay, mjini. Okay. bado na vibiashara vidogo vidogo ninavyovifanya mimi mwenye kama mimi. Okay, na tangu uanze kazi ya udalali yani, ni kiasi gani cha pesa ambacho umewahi kukipiga kikubwa? pesa kubwa sana niliyoipiga tangu nimeanza kazi ya udalali, mara ya kwanza kabisa nilipiga milioni kumi. Okay. Mm. big time ilikuwaje hiyo? tuliuza nyumba okay maeneo barabara ya barabarani mkoani pale. Okay. Eh, palikuwa panauzwa milioni 200. Okay. Basi niliungana na madalali wenzangu wawili wa, wa mjini tuka tukapauza tuka, tuka pale tukagawana. Ulivyoipata hiyo pesa yani, uh, cha kwanza kabisa ulifanyia kazi gani? Cha kwanza kabisa ile pesa nilivyoipata nilinunua kiwanja niliponunua kiwanja nika nikawa nafanya biashara ndogo ndogo then nikaanza kujenga. okay. mm. So, mpaka sasa hivi niko kwangu. Sawa, so, na o, kwa haraka haraka umewahi kuuza idadi ya viwanja vingapi mpaka leo? idadi ya viwanja nilivyouza inaweza ikafika hata thelathini ila biashara mi ninazofanya huwa nazifanya mpaka nje ya mkoa, kwa sababu na ndugu zangu Dar es Salaam na ndugu zangu Tanga, Moshi. Kwahiyo wanaweza wakanipigia simu, tunahitaji nyumba, tunahitaji kiwanja, naambia huku Mwanza kipo. Ila kuna ndugu yangu tena mwingine Dar es Salaam anasema kuna nyumba inauzwa, basi nafanya hivyo. Yaani kwa Mwanza vinaweza vikafika 30 labda na zaidi. Nafahamu kwenye kila kazi kuna kue, kuna ugumu wake, yani kuna, kuna kitu gani ambacho umewahi labda, a, kuna siku ulipata dili alafu likayeyuka jukoaji na likakupelekea mpaka ukaita, yani ukatamani hata kuiacha kabisa kazi hii? Ah, kuna siku nilifanya dili la kuuza nyumba, ilikuwa ni Nyakato okay. Nyumba ilikuwa inauzwa milioni mia, mwenye nyumba kafikia mpaka tisini na tano. Okay. Ila, mimi, ila sisi madalali huwa tuna tuna pasenti yetu pale Okay. Dili kabisa likaiva, basi tukapeleka tuka pale wanunuzi, tukafika pale walikuwa wameshaelewana. Ah, mwenye nyumba akatukatisha tamaa sana akaahirisha ikabidi Yaani sikio nilisikitika sana. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS, kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.